Na katika maswali ambayo tuliyopokea, <laughs> eh, samahani bila kuna swali so ambayo tumelipokea kwa njia ya WhatsApp Istiqama TV Swahili Tayyib, ni muulizaji anauliza, umegusa pahala, anasema ni ipi hukumu ya kukopa muda muongezi, mfano mtandao fulani eh, akaeleza aka, aka, jina la ule mtandao kwa elfu moja ukarudisha elfu moja na mia mbili. Tayyib, moja kwa moja moja kwa moja na <laughs> <laughs> <la fi> <laughs> <tunajamuja kumoja. mohja> Aljawab ni kwamba l kanuni hiya kisheria fahuwa fa riba kila mkopo unaopelekea unaosababisha unaovutia eh, yale manufaa au faida kwa mkopeshaji basi hiyo ni riba kwa hivyo ikiwa nanunua nanunua salio mfano kwa shilingi elfu moja. Naam napata kwa elfu moja kiwango kile kile ikiwa nakopa salio la elfu moja kwa siku tano au wiki pengine kwamba nalipa shilingi elfu moja na mia mbili moja na mia nne au mfano hayo, hiyo tayari naingia katika hukmu ya riba, hukmu ya riba. Naam, so, amekopa thamani analipa thamani na ziada, thamani na ziada na ziada, kwa hiyo hii inaingia katika hukmu ya riba, asikope uh, so si, katika mtindo namna hiyo. Naam. Uone katokezea baadhi ya wakati kwa ni dharura pengine, kwa dharura kubwa kuliko kiasi ambayo inapelekea hata kupingana, kupoteza nafsi ya mtu au hai ndiyo, wa mtu au mfano hayo shule mathalan, kwamba mtu yuko katika sehemu ambayo hakupata mawasiliano ya aina yoyote isipokuwa atafute mkopo wa mtandao wa simu mtandao wa simu, kwamba ili pingine ampigie dereva fulani alete gari kumchukua mgonjwa kumwahisha kwa dharura ya kutibiwa mahututi, pede mzazi huyu mjamzito. Naam. Kwamba sipopiga simu kwa njia hii ya kawaida kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa njia nyingine yoyote. Hawezi kupata mawasiliano isipokuwa mpaka akope, akope kwa muda ule pale. Kwamba hana njia nyingine isipokuwa hiyo. Kwa kuokoa nafsi ambayo tayari inaelekea katika hali mbaya zaidi. Hiyo inakuwa ni dharura katika hali kama ile. Lakini asili ni kwamba pia atazame kwanza njia nyingine za kufanya. Naam. Kabla kufikia katika hali ya mwisho kabisa, atafute njia nyingine ya kufanya.